Tuko hapa hapa Pande. Pande. Pande. Tuko hapa Pande. Pande. Pande Bagamoyo. Maeneo ya Ununio tumepigiwa, kule Ununio tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga, wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa matatu, wakatuambia ingieni. Ee, masaa manne wakatuambia ingieni kwenye gari, wametuingiza kwenye gari, wameanza safari. Watu, watu wameumizwa. Tumefika hapo, wametushusha, wametushusha hapo